idadi ya vifo kutokana na tetemeko kubwa la ardhi nchini myanmar imeongezeka na kufikia watu 3354 vyombo vya habari vimeripoti nchini humo wakati mkuu wa misaada ya umoja wa mataifa akitoa wito mpya kwa ulimwengu kulisaidia taifa hilo lililokumbwa na maafa tetemeko la ardhi la machi 28 na mwaka huu lilibomoa majengo na kuharibu miundombinu kote nchini humo na kusababisha vifo vya watu wanaofikia 3354 huku watu 4508 wakijeruhiwa na wengine 220 wakiwa bado hawajapatikana. Na hii ni kulingana na takwimu mpya zilizochapishwa na vyombo vya habari jana Jumamosi, zaidi ya wiki moja baada ya maafa hayo. Watu wengi nchini humo bado hawana makao ama mahala pa kuishi na wanalazimika kulala nje kwa sababu nyumba zao ziliharibiwa na wakati mwingine ni kwa sababu wanahofia majengo kuendelea kuporomoka zaidi. Makadirio ya Umoja wa Mataifa yanadokeza kuwa zaidi ya watu milioni tatu wanaweza kuwa wameathiriwa na tetemeko hilo la ardhi lililokuwa na ukubwa wa 7.7 katika kipimo cha Richter na kuongeza kuwa changamoto za hapo awali zilisababishwa na miaka minne ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Afisa mkuu wa misaada wa Umoja wa Mataifa jana Jumamosi amekutana na waathiriwa katika mji wa kati wa Myanmar wa Mandalay ambao uko karibu na kitovu cha tetemeko na sasa unakabiliana na uharibifu mkubwa katika jiji hilo. Bwana Tom Fletcher aliandika katika chapisho kwenye ukurasa wake wa PS kwamba uharibifu huo ambao umetokea ni wa kushangaza, na pia akaongeza kwamba ulimwengu hauna budi kuungana na watu wa Myanmar. Idadi hiyo mpya ya vifo na majeruhi imetangazwa baada ya mkuu wa kijeshi wa nchi hiyo Min Aung Hlaing kurejea kutoka katika safari ya dimu nje ya nchi hiyo kwenye mkutano wa kilele wa kikanda huko Bangkok, Thailand siku ya Ijumaa ambapo alikutana viongozi wakiwemo mawaziri wakuu wa Thailand pamoja na India. Kuhudhuria kwa jenerali huyo kwenye mkutano huo kulizua hutata huku waandamanaji kwenye ukumbi wakionyesha bango linalomwita muuaji na makundi yanayopinga junta kulani kujumuishwa kwake. Wanajeshi wake wameitawala Myanmar tangu mapinduzi ya mwaka elfu mbili na ishirini na moja wakati waliponyakuwa mamlaka kutoka kwa serikali ya kiraia ya Aung San Suu Kyi na kusababisha mzozo wa pande nyingi ambao bado haujatatuliwa. Wanajeshi hao wameripotiwa kufanya mashambulizi kadhaa tangu kutokea kwa tetemeko la ardhi ikiwa ni pamoja na angalau mashambulizi 16 tangu kutangazwa kwa makubaliano ya muda siku ya Jumatano na hii ni kwa mujibu wa ripoti ya Umoja wa Mataifa ulioripoti siku ya Ijumaa. Mimi ni Frank Damas na hii ni Lushinga sabini na mbili Dicto.